nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya aliyotupa na kutupa amani katika taifa lilo bora zaidi Tanzania. Jina langu naitwa Prophet IPM. E, ni senior prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo e, Tegeta Mbuyuni jijini Dar es Salaam. Nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari wa kwa nafasi hii ambayo mmenipa ya kuweza kuzungumza mawili matatu. Najua mna majukumu mengi sana ya kitaifa. Eh, kuhabarisha watu, kufikia watu eh, lakini mmeona vyema kuweza kuchukua nafasi hii kuweza kunisikiliza. Kunachukua nafasi hii kuwashukuru sana. Uh, nina maneno machache sana ya kuzungumza na nyinyi, hasa kwa msimu huu eh, wa, eh, wa Pasaka. Kama ambavyo mnafahamu nimekuwa nikizungumza eh, maneno magumu sana katika social media, hasa katika maudhui ya mahubiri yangu. Uh, wako ambao wanaelewa haraka. Wako wengine wanachukua muda kuelewa, lakini kwa sababu ninawafuasi sehemu mbalimbali Tanzania, Afrika pamoja na maeneo mbalimbali uh, nje ya Afrika, kwa hiyo uh, nimeona ni je nitoe tamko rasmi kwamba katika huduma yetu sisi uh, tunaamini katika kuchinja kama kutoa sadaka kwa ajili ya kuwapelekea yatima na maskini na kumekuwa na watu kutaka kuhakiki kuthibitisha hili e, swala la kuchinja ni swala ambalo manabii wa kale wote walifanya hivyo. Mi, me, makuhani wote wa kale walifanya hivyo, akianzia baba yetu wa imani Ibrahimu aliambiwa na Mungu akafanya hivyo mm -hmm, na manabii wote wa kale hakuna ambaye hakufanya hivyo, na kuthibitisha hilo katika Agano Jipya pia e, kwa sisi wa Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mwongozo wetu eh, ambaye pia tunatumia kitabu cha Biblia ambacho pia ndiye mwongozo wetu pia, anathibitisha kwenye Luka sura ya ishirini na mbili mstari ule wa kumi na saba kwamba ikafika siku eh, ikafika siku kuu ya Pasaka ambayo ilimpasa Yesu Kristo kuchinja. Maandiko anasema Yesu akawatuma wanafunzi wake waende kuandaa Pasaka. Kwa hiyo kumbe, Pasaka ni kuchinja, hakuna kingine ili unaposikia neno Pasaka maana yake ni kuchinja. Kwa hiyo sisi e, tunayafuata haya Maandiko. Hatudharau. Tunaamini kwenye kuchinja na hizo nyama wanakwenda kula masikini, yatima na masikini. Kwa hiyo tarehe 18 e, tutafanya e, 18 na 19 tutachinja, lakini tarehe 20 tutajumuika pamoja na masikini, tutajumuika pamoja na wajane, tutajumuika pamoja na yatima kula pamoja chakula. Imagine Mungu anasema Yakobo moja. Anasema dini iliyo safi sio nataka mbele ya Mungu Baba ni kuwalisha yatima na kuwasaidia wajane katika dhiki. Yaani definition ya dini ni kusaidia. Kwa hiyo hatuwezi kufunga siku 40 alafu tukajifungia chumbani na watoto wetu wakati yatima analia pembeni. Sadaka hapo si kula mchungaji zote. Sadaka lazima iwepo, sehemu zinaenda sehemu tatu. Sehemu ya kwanza lazima iende kwa yatima, sehemu nyingine lazima iende kwa wajane. Kwa mimi Prophet IPM, ninaamini dini ni kushika watu wasiojiweza. Kwa nimesema nifikishe ujumbe huu kwa dunia ili watu wawe wasiwe na mashaka kwa wale ambao wananifuatilia, na hii sio sheria ya kulazimisha wale ambao hawaamini. Natoa ujumbe huu kwa wale tu ambao wanaamini maandiko na wanaamini Prophet IPM jumbe zangu ninazozileta, basi sisi tuko tayari kufanya hivi na Mungu wa mbinguni awabariki. Huo ndio ujumbe wangu kwa jamii. Asante sana. <tukua> Mm. mm. mm. mm. Uh, programu yangu mimi ninafanya hivi huwa tunatembelea kwenye vituo vya watoto yatima sehemu mbalimbali, na tuna suspekti kuchinja mbuzi zaidi ya mia mbili au mia tatu umo, kwa hiyo nyama ni nyingi sana, kwa hiyo Tuta kuna, kuna taratibu tutakayoifanya kwa sababu tunataka kwenda kuwachukua watoto yatima kwenye vituo mbalimbali mbali. Kituo ambacho kiko kule Mbande kule kina watoto mia moja na sitini na vituo vingine ambavyo vimetu, vimetuzunguka kwa hiyo wako ambao tutakwenda kuwachukua, lakini wale ambao hatutoweza kwenda kuwachukua basi tutatuma tutatuma sadaka yetu, lakini umegusia swala la kuchinja hilo, e, unajua. <laughs> Ni, ni swali zuri lakini kwenye kuchinja siamini kama inaweza ikaleta shida kwa sababu tunakula vitu vingi sana. E, tunakula supermarket vitu, si ndio? Kwa hiyo kwa taifa letu ile tukitaka kufuata hiyo zo sheria sana e, tutajikuta tunalala njaa kwa sababu wakati mwingine una, unafika Morogoro tu unakuta kuku wanauzwa, si ndio? Uulize amechinja shekhe au amechinja e, eh, maulama au amechinja nani? Unakula tu. Sometimes unakuta mbuzi amechomwa, hivyo hivyo. Kwa hiyo sidhani kama hilo linaweza likawa eh, ni kikwazo kwa watu ambao tunawapelekea hivyo vitu kwa nia njema kabisa. Yes. Mm. Kafara sio jambo baya eh, Yesu mwenyewe alitolewa kafara eh, Shida ni definition, shida ni hilo neno kafara. Ni yani watu wakishasikia kafara wanafikiri ku yani, yani, ukitamka tu neno kafara unamuona mama kazikwa, unamuona mdogo wako kazikwa, unamuona bi mkubwa yuko kaburini. Neno kafara ni neno la kiswahili tu, ni, ni namna ya kutoa sadaka inayokuuma. Kwa hiyo sio dhambi watu kutoa sadaka zao, sababu watu wanatoa sadaka zao, lengo ziwafikie masikini, wewe uweze yani, ukasema unampenda Mungu afu masikini kumgusi wanaelewa so, yani dini imeletwa duniani kugusa watu wasiofanyaje, wasiojiweza. E, tunajenga tunajenga shule, mwisho wa siku hizo shule badala tusaidie omba omba barabarani, tunajinufaisha sisi wachungaji e, yani hela zote za shule sisi ndio tunafanya, tunatumia, tunakuwa na magari kama msafara wa waziri, wakati kuna masikini barabarani. Kwa hiyo dini imekuja duniani kuleta nini? Kuleta upendo, kushika watu wasiojiweza. Hiyo ndio purpose ya Mungu. Um, uh, maandiko amesema hivi, leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana ili pasiwepo na pasiwepo pasikosekane chakula. Eh, mchungaji lazima apate chakula, naelewa vizuri. Na, na maandiko alikuwa anasema hivyo mwanzoni, kwa sababu wachungaji walikuwa wafanyi shughuli nyingine. Yaani walikuwa wao ni kanisa tu. Wao ni madhabahuni peke yake. Lakini sasa leo hii wachungaji wana miradi, wachungaji wana makampuni na la vizuri. Sasa sio mbaya mchungaji kuendesha gari zuri au kuwa na maisha mazuri lakini, je, hali ya wanao waongoza ikoje? Kwa sababu mimi naamini IPM. Hali ya kiongozi ndiyo hali ya wanao waongoza. Kwa hiyo haiwezekani mimi IPM niwe na bilioni mbili benki halafu ndani ya kanisa langu kuna yatima, ndani ya kanisa langu kuna wajane, kuna watu hawana wa maisha, nashindwa kuchukua hata milioni mia mbili niende Bagamoyo ninunue kiwanja labda heka mbili nianzishe projekti ya vijana kwa manyinyi vijana ndani ya kanisa, projekti hii hapa, si ndio? Mfuge kuku au mfuge mifugo kwa ajili ya kutaka kuwainua vijana. Kwa hiyo mi naamini katika upendo uh, uh, huwa ninasema siku zote eh, Mheshimiwa Rais na eh, Daktari Samia Suluhu Hassan ana msemo wake, anasema annasu shahidi Allah kwamba watu ni mashahidi wa Mungu. Unapofanya jambo katika jamii, watu wana akili, watu wanaona, wanajua huyu ni mtumishi wa Mungu, haya ni manyanga na vizuri. Kwa hiyo mimi siwezi kuja hapa mbele ya media nikaanza kujitetea jamani, mimi niko real. Mimi niko real. Mwandishi wa habari mmoja aliniuliza swali, kwa nini nafuatiliwa na wanaume asilimia kubwa analavo so nikaambia, mimi sifundishi mihemuko sifundishi misisimko, kama pokea gari pokea mume pokea nyumba, no. Mimi nakufundisha sheria na kanuni za maisha, alafu hizo sheria na kanuni za maisha wewe utazipima kwa akili yako, anachokiongea IPM kina make sense au ni ujinga? Kwa sababu mimi IPM siwezi kuwa na akili zaidi ya watu milioni sabini katika taifa hili, kwa watu wenyewe wataamua tu, watachagua okay, huyu jamaa yuko anachozungumza ni fact au ndo wale wale, sababu uwezi kupinga uongo. Uongo upo duniani na asilimia tisini dunia imejengwa kwa uongo, kwa hiyo ukweli ni mchache sana. Sasa huo ukweli wanaotakiwa kujua ni ninyi na sio mimi, kuanza kujitetea na kadhalika yes. Hmm. Siri hmm. siri iliyopo ni mfumo wa Mungu.